Ufunuo 13 Wafunuliwa mnyama wa kwanza Marekani 666 na jeraha la mauti. Je, ulimwengu unajiandaa kwa tukio la ajabu zaidi katika historia? Fumbo ambalo Yohana alipatiwa kwenye kisiwa cha Patmo limesimama kama onyo kuu kwa kizazi cha mwisho. Alama ya mnyama 666, mamlaka za dunia Papa na taifa lenye nguvu zaidi duniani. Leo tunafungua siri ambayo imefichwa kwa karne 20. Maono ya Yohana. Ufunuo kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu, unatueleza kuwa Yohana alipewa maono ya mwisho ya dunia. Sio ndoto za kawaida bali ufunuo wa kile kitakachotokea kabla ya Yesu kurudi. Katika moja ya maono hayo, Yohana anaambiwa: hapa ndipo hekima ilipo na ahesabu hesabu ya yule mnyama nayo ni sita, sita, sita. Ufunuo 13 mstari wa 18. Kwa karne nyingi dunia imehofia 666, lakini Biblia na historia zinaweka wazi zaidi leo kuliko wakati mwingine wowote. Mnyama wa kwanza, mamlaka ya Roma ya kidini. Katika kisiwa cha Patmo akiwa mfungwa wa dola ya Rumi Yohana alipewa maono ya ajabu. Kisha nikamuona mnyama akipanda kutoka baharini, naye mnyama huyo akapewa mdomo wa kunena makufuru, na moja ya vichwa vyake ilikuwa kana kwamba imejeruhiwa hata kufa. Jeraha lake la kufa likarudi kuwa zima, dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Ufunuo 13 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Makufuru kwa mujibu wa Biblia. Kwa ufupi, Biblia inaonyesha makufuru kuwa mwanadamu kujifanya Mungu na mwanadamu kudai anaweza kusamehe dhambi, jinsi unavyohusiana moja kwa moja na mfumo wa upapa. Hapa si kwa hukumu watu binafsi, bali mfumo wa karne nyingi ambao unabii unazungumzia. Moja. Kudai mamlaka ya kusamehe dhambi Kanisa Katoliki linafundisha kwamba makuhani wanaweza kusamehe dhambi kupitia sakramenti ya kitubio. Mtu hukaa kwenye kibanda cha kitubio na padre humwambia, nakuondolea dhambi zako. Hii inalingana moja kwa moja na kile Biblia ilichokiita makufuru, kwa sababu hakuna awezaye kusamehe dhambi ila Mungu peke yake. Marko mbili mstari wa saba. mbili. Kudai mamlaka ya kubadilisha sheria za Mungu. Katika maandiko ya kanisa Katoliki wanakiri kwamba walibadilisha sabato ya siku ya saba kwenda Jumapili. Wanasema huu ni ushahidi wa mamlaka ya kanisa juu ya maandiko. Hili linagusa makufuru kwa sababu ni mwanadamu kuchukua nafasi ya Mungu, kubadilisha amri zake. Tatu, kudai nafasi ya kiungu duniani. Katika vitabu vyao vya kale, baadhi ya mapapa waliitwa Vicar of God mwakilishi wa Mungu duniani, Baba Mtakatifu, kiti cha Petro kikiwa na mamlaka juu ya kanisa lote duniani. Katika teolojia ya karne nyingi, papa alionekana kama mtu mwenye mamlaka ya juu kuliko maandiko, mwakilishi wa Kristo, mwenye uwezo wa kuamuru mambo ya kiroho na ya kisiasa. Hii ndiyo Biblia iliyoita mdomo wa makufuru, si kumtukana Mungu bali kuchukua nafasi ya Mungu duniani. Hapa Yohana anaona utawala wa kidini na kisiasa ambao ungepata nguvu kisha kupigwa jeraha la kufa, kisha kuponywa tena. Nguvu ya mnyama wa kwanza, utawala wa upapa. Katika historia, utawala wa upapa ulipewa mamlaka kamili mwaka 538 baada ya Kristo, baada ya majeshi ya Justinian kupindua makundi yaliyompinga Papa Hiroma kwa zaidi ya miaka 1260 upapa uliunganisha mamlaka ya kiroho na kisiasa sheria, mahakama ya imani, nguvu ya kuamuru wafalme na hata kuadhibu walaotii. Hii inalingana moja kwa moja na unabii, atapewa kuifanya vita na watakatifu na kuwashinda, Ufunuo 13: mstari wa saba. Atakaa kwa muda wa nyakati moja, nyakati mbili na nusu ya wakati Danieli 7 mstari wa 25. Nyakati tatu na nusu ni sawasawa na siku 1260 ambayo ni sawasawa na miaka 1260 kutoka mwaka 1538 hadi 1798 ni sawasawa na miaka 1260 kamili. Yohana anaonyesha dhuluma ya mnyama huyu, si watu binafsi, bali mfumo wa utawala uliochanganya dini na dola. Lilitokeje jeraha la kufa? Mnamo mwaka 1798, kama ilivyotabiriwa, tukio lisilo aminika likatokea. Napoleon Bonaparte, kijana kijeshi aliyekuwa na ndoto za kutawala dunia, aliamua kuangusha nguvu za upapa ambazo Ulaya yote ilikuwa ikiogopa. Alimtuma kamanda wake mkuu Jenerali Ruis Aleksandre Berthie ambaye aliingia Roma, akamvunja mamlaka ya kiufalme ya papa na akamchukua Papa Pius wa sita kama mfungwa, Papa alisafirishwa hadi Ufaransa akiwa kama mhalifu wa kawaida na akafa gerezani. Mfumo wa upapa ukadondoka. Sehemu zote za dunia zilidhani umekwisha kabisa. Hili ndilo jeraha ambalo Yohana aliona, na moja ya vichwa vyake ilikuwa kana kwamba imejeruhiwa hata kufa, Ufunuo 13 mstari wa tatu. Kwa karne iliyofuata utawala wa upapa ukaanguka mali zake ziliporawa, jeshi likavunjika, mamlaka ya kisiasa ikatoyoka. Huu ulikuwa mwisho wa utawala wa miaka elfu moja mia mbili sitini kama Danieli na Yohana walivyotabiri. Kitu cha kushangaza kilitabiriwa, jeraha lake la kufa likarudi kuwa zima, dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Hapa ni muhimu, upapa haujasemwa kama mtu bali mfumo jeraha lilitokea kwa mfumo, si kwa roho ya mtu mmoja. Nani ponye jeraha hilo? 1929, Mussolini na lateran Treaty. Baada ya karne moja ya kudumaa, mnamo Februari 11, 1929, kiongozi wa Italia benito Mussolini, kupitia lateran Treaty alirudisha mamlaka ya kidola ya Vatican, ardhi zake, Vatican City State, kinga ya kisiasa nguvu za kimataifa hadhi ya kuwa taifa kamili. Hii ilikuwa mara ya kwanza katika historia tangu 1798 ambapo Vatican ilitambuliwa kama nchi kamili yenye nguvu za kisiasa. Hapo ndipo jeraha lilipoponywa kwa namna ya kushangaza, kama ilivyotabiriwa miaka 1800 kabla lijatokea. Baada ya hapo, Vatican ikawa na uhusiano wa kimataifa maelfu ya mataifa kutambua mamlaka yake, viongozi wa dunia kuingia kusaini mikataba na upapa, kuanza kushika nafasi kubwa kisiasa na kiimani duniani. Leo upapa ni taasisi yenye ushawishi mkubwa zaidi wa kidini duniani, mshauri wa mataifa na kiini cha majukwaa makubwa ya kimataifa. Hili ni jeraha lililoponywa, kwa sababu Ufunuo wa 13 unaonyesha mnyama wa kwanza, manake ni upapa, atarejesha hili jeraha mnyama wa pili, nchi yenye nguvu, maanake ni Marekani, atasaidia nguvu hii, na dunia yote itafikia sura ya udikteta wa kiroho, ikimalizia na alama ya mnyama 666, kulazimishwa kwa ibada isiyo ya kweli, kuungana kwa dini na dola tena. Hii ndiyo picha ya utawala wa mwisho kabla ya kurudi kwa Yesu. Hesabu ya 666, Vicarius Filii Dei, katika historia cheo kilichotumiwa kumwakilisha papa ni Vicarius Filii Dei, maana yake ni mwakilishi wa mwana wa Mungu. Roma ya kale ilitumia herufi zenye namba. Neno Vicarius lina jumla thamani ya kiromi mia moja kumi na mbili yaani V yaani ni sawa na tano; I yani ni sawa na moja; C yaani ni sawa na mia moja; I ni sawa na moja na U ni sawa na tano jumla ni mia moja na kumi na mbili. na filii lina jumla thamani ya kiromi 53, i ni sawa na moja, l ni sawa na 50, i ni sawa na moja na i ni sawa na moja. Jumla ni hamsini na tatu. na Dei lina jumla thamani 501, d ni sawa na 500, i ni sawa na moja. Jumla ni 501. 112 ukajumlisha 53 ukajumlisha 501 ni sawa na 666. Lakini hata zaidi ya hesabu, anatoka Roma, anaanza kama utawala wa dini, anatesa watakatifu, anabadilisha sheria za Mungu, anapona jeraha la mauti, dunia inamfuata. Hizo zote zinamfanya mfumo huu wa upapa kuwa mnyama wa kwanza. Taifa la mnyama wa pili, Marekani. Ufunuo 13 mstari wa 11 hadi wa 15. Yohane anaona mnyama akitoka nchi kavu, eneo lisilo na watu wengi. Sifa zake: pembe miwili, maana yake ni uhuru wa dini na uhuru wa serikali. Mwanakondoo, maana yake ni taifa lenye hulka ya amani mwanzoni, lakini anasema kama joka. Mamlaka ya nguvu, anafanya dunia imfuate mnyama wa kwanza, anatunga sheria za ibada. Ulinganifu wa unabii na historia. Mwaka 1538 hadi 179 ni kipindi cha miaka mia 1260 cha mamlaka ya mnyama wa kwanza. Mwaka 1776 Marekani inaanza kujitokeza kama taifa huru katika mwishoni mwa miaka ya unabii. Mwaka 1789 Katiba ya Marekani inatoa uhuru kamili wa dini na serikali. Mwaka 1791, Bill of Rights inaweka sheria ya kutengana kanisa na dola. Mwaka 1798, jeraha la mnyama wa kwanza linatokea na Marekani inakuwa taifa lenye nguvu linalokuwa kwa kasi. Hii ni ishara ya taifa lenye nguvu zaidi duniani leo ni Marekani. Ni taifa pekee lililoinuka kwenye nchi kavu lenye uhuru mkubwa lenye nguvu ya kuongoza dunia linaloshirikiana kwa karibu na Vatikan. Alama ya mnyama watu wengi hudhani ni chipu namba au tatuu, lakini katika Biblia paji la uso maana yake ni akili na imani. Mkono maana yake ni matendo na kushinikizwa. Mungu ana alama yake, sabato. Ezekieli ishirini mstari wa kumi na mbili inasema tena, niliwapa sabato zangu ziwe ishara kati yangu na wao wapate kujua ya kuwa mimi ndiye Lwana ni watakasae. Na pia mstari wa ishirini anasema Takaseni sabato zenu, zitakuwa ishara kati yangu na nyinyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndiye Bwana Mungu wenu. Na mnyama ana alama yake. Siku ya ibada iliyobadilishwa na mamlaka ya kanisa, Jumapili. Kanisa la Roma linasema wazi, kubadilisha sabato kwenda Jumapili ni alama ya mamlaka yetu. Katika siku za mwisho, Marekani itapitisha sheria za Jumapili; dunia itafuatishwa kuabudu hapo ndipo alama ya mnyama itapewa. Biblia inatabiri Roma ya kidini, Marekani ya kisiasa zitaungana dunia na kutengeneza mfumo wa ibada wa mwisho. Swali sio utawekewa namba gani, bali utamtii nani? Mwisho wa historia ya dunia utategemea ibada, imani na utii. Ikiwa ungependa video zaidi kama hii ya unabii wa Biblia, simulize za kitabu cha Ufunuo, historia ya siri ya dunia, Subscribe sasa, bonyeza like na share, ili wengine wajifunze siri hizi za mwisho.